Sasa nikienda kanisani nitakula nini? Sasa nikifanya hivi mtakuaje? Sasa nikitoa hii mtakula kitu gani? Sasa nikifanya hivi mtakuaje? Ni unajiuliza, nataka nikwambie, unajaribiwa, na kwa kujaribiwa huko, kwa sababu ya mwili dhaifu, hautaweza kuifu kwa sababu Mungu. Bwana Yesu sasa. Lakini unapoanza kuanza kuomba na kunitia jina la Bwana, Bwana atakuja na kutie nguvu na mwili wako utachiwa nguvu. Amin. Hapa si maneno maneno tu, hapa si tu kusema ah, mimi nimeokoka, ah, mimi nasali kanisa la Pentecoste. Hapana, hapa ni kuomba, na utaona nguvu za Mungu ndani yako, na utaleta mageuzi kwenye mtaa wako, kwenye familia yako na maeneo mengine. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya, haleluya. Na kani ndio maneno ya kuomba ni mambo ambayo watakiwa na watakao lisema ndani ya kinywa chako itakuwa na nguvu ya kuleta matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana Jina la Bwana libarikiwe. Anajua nguvu ya tano. Nguvu ya tano ni hii, hebu sema, hekima kutoka juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hekima kutoka juu, hekima kutoka juu. Biblia inatuonyesha kwamba kuna hekima za aina nyingi. Inataja kuna hekima ya kibinadamu, kuna hekima ya kishetani, kuna hekima inayotoka juu, ambayo ni hekima ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi hekima mbili za huku mwanzoni hazitakupa kuhurithi ama kuteka ufalme wa Mungu. Ni hekima ya Mungu ndio itakayokupa kuteka ufalme wa nani? Wa Mungu. Kwa sababu hekima ya Mungu ni nguvu ya Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano, angalia kile kitabu cha Yakobo ile sura ya 3 na mstari wa 17. Yakobo sura ya 3 mstari wa 17. Maandiko yanasema hivi: Lakini hekima itokayo juu kwanza ni saa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 maana kuna mtu anaweza akaja akasema maneno yakaonekana kama ni hekima lakini kumbe anaweka fitina kwenye mioyo ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hiyo sio hekima ya Mungu. Hiyo ni hekima ya kishetani. Hiyo ni hekima ya kibinadamu. Ambayo hiyo hekima pia sema kwamba Mungu amekataa. Sasa kile kitabu cha Methali na sura ya 24. Kitabu cha Methali sura ya 24. Methali 24 na ule mstari wa 5. Kitabu cha Methali 24 na ule mstari wa Maandiko yanasema hivi. Mtu mwenye hekima ana nguvu. Hebu sema mtu mwenye hekima ana nguvu. Mtu mwenye hekima ana nguvu. Maana yake hekima ni nguvu. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mfano, angalia kitabu cha Methali. Okay, tusiende kwenye Methali. Hebu tuangalie kitabu cha kile kitabu cha Umsali ni mwini kupe, isi uluki. Bwana Yesu asifiwe sana. Turudi kwenye Methali 20 na moja na 22. Methali 20 na moja, 22. Biblia inasema hivi. Mwenye hekima huupandia mji wao wenye nguvu na kuziangusha nguvu za tumaini lao. Maana yake hekima ni zaidi ya nguvu za kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa hekima hii itakufanyia nini? Biblia inasema hivi katika kile kitabu cha katika kile kitabu cha Mhubiri ile sura ya nane kitabu cha Mhubiri ile sura ya nane na ule mstari wa tano Biblia inasema hivi, ashikaye amri hata jua neno baya na moyo wa mwenye hekima hujua wakati na ukumu. Na moyo wa mwenye hekima hujua wakati na nini na ukumu. Maana yake hekima ya Mungu ikija ndani yako itakufahamisha ni nini ambalo napaswa kulijua ulitende. Bwana, sahihi. Yesu asifiwe sana. Yatakuja mambo hapa mawili matatu, alafu yote ni ya mwili. Hekima ya Mungu itakuonyesha ni lipi lilo lazima. Maana hata hekima ya Mungu itakuonyesha kwanza cha lazima cha kwanza ni ufalme wa Mungu, alafu kutokea kwenye ufalme wa Mungu haya mengine utafanyaje? Utazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hekima ya Mungu ikishuka ndani yako ni nguvu itakayokupa kuamua vizuri. Ni nguvu itakayokupa kwenda katika viwango vizuri vya kuuteka ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufalme ni utaratibu. Hekima ndio itakayokupa ujue kutenda vipi, ujue kuingia vipi na kutoka vipi, ufanye kipi kiwe cha kwanza, kipi kiwe cha pili. Maana yake leo haitatokea ibada alafu nikatokea jambo lisilo la ibada ukafuata lisilo silo la ibada, ukasema ah, nina ufalme wa Mungu ndani. Hapana, utaanza kwanza, hekima itaanza kuonesha kwanza ufalme wa Mungu kwanza, utajua utajua utajua wakati, na utajua hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inatueleza kwenye kile kitabu cha Waefeso wa sura ya 5 mstari wa 15, nasema basi enendeni kwa hekima mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni zama za uovu. Maana yake unaenda ukiukomboa wakati, unajua mimi kama uzao mteule natakiwa nifanye kipi, niende vipi, niishi kwa wakati huo, unatakiwa nifanye nini. hekima itakapoingia ndani yako ndio itakayokupa kuyafanya haya ambayo anatakiwa kuyafanya kwa wakati sahihi. Jamani Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.